Nitaenda nikutajie vigezo baadhi vya kujiunga na JWTZ. Naomba nifahamike, sijasema kuwa nafasi zimetangazwa. Hivi vigezo vitakusaidia mbeleni. Share video hii lakini pia usisahau kusubscribe. Namba moja, awe raia wa Tanzania. Sifa namba mbili, awe na afya nzuri na akili timamu. Sifa namba tatu, awe na cheti halisi cha kuzaliwa yani original birth certificate, pamoja na vyeti vya shule na vyeti vya taaluma. Namba nne, kwa vijana wenye elimu ya kidato cha nne na kidato cha sita umri usizidi miaka 24. Kwa vijana wenye elimu ya stashahada umri usizidi miaka 26. Lakini pia kwa vijana wenye elimu ya juu umri usizidi miaka 27. Lakini pia kwa madaktari bingwa wa binadamu umri usizidi miaka 35.